Karibu wana biashara. Leo tutazungumzia kodi za biashara Tanzania: ni kodi gani unahitaji kulipa, jinsi ya kuzilipa na ushauri wa kuepuka matatizo ya kodi. Kama una biashara ndogo, kubwa au unaanza, basi video hii ni kwa ajili yako. Kila shilingi tunayolipa inasaidia ujenzi wa barabara na miundombinu, boresho ya shule na hospitali, huduma za umma kwa wote. Kodi za biashara Tanzania ufafanuzi na mwongozo. Aina za kodi za biashara Tanzania; jinsi ya kuzilipa kwa urahisi. Moja, kodi ya mapato ya kampuni, corporate income tax. Kampuni zote zilizosajiliwa Tanzania zinapaswa kulipa asilimia 30 ya faida zao kwa tiara. Pili, income tax, kodi ya mapato Kodi hii inategemea mapato ya biashara yako chini ya shilingi milioni mia asilimia tatu turnover tax. Presumptive tax ni shilingi milioni mia hadi bilioni kumi ni asilimia sifuri nukta tatu Huu ni mfumo wa kodi ambapo mamlaka ya mapato n Tanzania hutambua kiasi cha kodi kulingana na mazingira ya mkazishi au biashara yake badala ya kutumia mapato halisi au faida. That, Kodi ya ushuru wa nyongeza ni asilimia kumi na nane inayotozwa kwa biashara zilizosajiliwa VAT, mauzo ya zaidi ya shilingi milioni mia kwakwo mwaka, bidhaa zote za rejareja unapoununulia dukani. Kama unaajiri ajiri ya wafanyikazi, unapaswa kulipa kodi ya wafanyakazi kulipa kwa TRA kila mwezi mshahara wa shilingi laki 2 na elfu 70 kwa mwezi, hakuna kodi. Mshahara zaidi ya shilingi milioni nne, hadi asilimia 30 kodi yake. Kodi za serikali za mitaa: kila biashara inahitaji leseni kutoka kwa halmashauri yako. Ada inategemea aina ya biashara, eneo lako ukubwa wa biashara, kama unamiliki au kukodisha space ya biashara, halmashauri hutozwa asilimia sifuri nukta moja hadi sifuri nukta tatu ya thamani ya jengo au kiwango kilichowekwa kwa mwaka. Wafanya biashara wa masoko wanapaswa kulipa ada ya siku shilingi elfu moja hadi elfu tano. Kodi za sektra maalum, kwa biashara ya dawa, chakula, usajili wa bidhaa shilingi elfu hamsini hadi laki tano kwa leseni ya mwaka. Bidhaa kama vipodozi, vyakula, vifaa vya umeme zinahitaji TBS certification. Jinsi ya kulipa kodi hatua kwa hatua: pata TIN number yako, jisajili kwenye TRA filing Chagua aina ya kodi, lipa kupitia M-Pesa, benki NMB, CRDB kwa akaunti za Tara. Kuepuka shida na tore, jifunze sheria za kodi, tembelea website au wasiliana na mtaalamu wa kodi. Weka kumbukumbu kumbu kamili za miamala yako, lipa kodi kwa wakati, omba msamaha ukichelewa Pata mshauri wa kodi kwa biashara kubwa. Sasa unaelewa kodi zote unazohitaji kujua. Kumbuka, kodi ni mchango wako kwa taifa. Tara ina, ina mikakati ya kusaidia wafanya biashara. Nenda Tara ofisi karibu na mkoa yako kwa msaada zaidi. Tuma swali lako kwenye comments. Biashara salama ni ile inayolipa kodi kwa wakati.